Bwana fulani alienda kusali salatu aljumua, kakavaa kanzu nzuri na ng'ara kama kio, afika pale ananukia kweli kweli, siku ya juma masatiban, mandhari yake ni mandhari ya alim min alulama, kakaa kitako mbele ya pale. Sasa mara nasikia tangazo, jamani, khatibu imam leo hakuja. Sasa tufanye nini? nasema Vijana wengine wako pale nyuma, wakasema, msijali. Wakamchukua yeye, wakamsukumiza kwenye kibla, kwamba huyo hapa anatosha. Akapanda mimbari. Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam anasema ya mashara, man amana bilisanihi wala lam yadkhul l-imanu kalbahu la tuudhu l-muslimin, msiwaudhi waislamu wenzenu, msiwatete, msiwazungumze vibaya waislamu wenzenu, msitumie ndimi zenu kwa kuwasemasema watu. Wala tatabiu aurati wala tatabiu aurati l-muslimin, wala msizifuatilie fuatilie aibu zao

Anasema atamfedhehesha hata kama yumo ndani ya nyumba yake, chumbani kwake amejifungia, lakini fedheha ataipata, kwa sababu Allah amemfuatilia. Hii yote ni ubaya wa watu kuachia ulimi wao ukawa hauna break. Unasema chochote tu, sio kila kitu unasema. Mara nyingine jambo ni la kweli, lakini linakupeleka pahali pabaya. Ni kweli hasa, kwani unafikiri nini maana ya namima? Amnama ni yule ambaye anachukua maneno ya huku akayapeleka kule, hata kama ni ya kweli, kwa nia ya kutia ufisadi. Kwa sababu ukija ukiniambia, Sheikh Rashid kakusema hivi hivi hivi hivi, hata kama kweli kile alichosema, tayari umeshatia ubaya na, na uovu kati yangu mimi na yeye na no, ukishatia uovu kati yangu mimi ee, na yeye inakuwa hakuna tena salama pale. Hii ndio maana ya namiba naqlu kalami baadhihim ila albaad ala jihati lifsad wa in kana haqqan, hata kama kilichozungumzwa kweli ni haki. Ndo maana ulamau lfiqhi zamani wanasema ni haki gani iliyompeleka sahibi yake motoni na ni uongo gani uliyompeleka sahibu yake peponi usema haki inayompeleka mtu motoni ni kusengenya. Ni kweli analewa bwana, analewa kweli, lakini umeambiwa umzungumze hivyo msengenye? Umechukua maneno ya huyu, kakutukana bwana, Ka, kasema hivi bwana, kasema vile bwana, ni kweli kasema kweli sasa, lakini unawafitinisha Umesema kweli kabisa, lakini kumbe na mima inampeleka mtu pahala pabaya. wailun likulli humazatin lumazatin hamazin mashain binamim mannain lilkhairi muutadin, hizi zote ni sifa baya. Hata kama ni kweli, angalie pahali gani unasema, wakati gani unasema, kwa dharura gani unasema, kwa hali gani unasema. Lakini uongo unaomfanya mtu akaenda peponi ni upi? Unasema islah baina nnas, laisa bikadhab, man yuslihu baina nnas sio kadhabi. Yule mtu anayekwenda akawasuluhisha kati ya watu fakala khairan, akasema khair. Bwana akasema yeye hana neno, wakati wowote anasema yuko tayari, kama ni kwa ajili ya kupatanishwa ameniambia yuko tayari, wala hajakuambia lakini, unawaleta wapatane, watu wakae vizuri, watu waishi vizuri. Angalia, huku unapata thawabu, kule unapata dhambi. Ulimi utakavyoutumia, na huu ndio unakurepresent wewe, unakuwakilisha Ndugu zangu, unaweza ukamwona mtu mzuri wa sura, mwili wake, unamwona mtu amekamilika, gentleman, kisha hali yake na hadhi yake shahsia yake, ukampenda. Lakini akianza kuzungumza unamchukia, uzuri wake wote ukachafuliwa na ulimi wake. Ndio maana anasema true size of human being iko kwenye heart na tongue. Yani, maqas haqiqi yako wewe na mimi, alinsanu biasgharihi llisanu walqalb, mwanadamu hupimwa kwa vitu vyake viwili, ulimi wake na moyo wake. Na pia unaweza ukamuona mwengine ukamchukia, ukamuona mazingira aliyo hajmu yake sura yake, lakini akianza kuzungumza unampenda kutokamana na kile kinachotoka katika ulimi wake ulimi kwani ile an tasma bil muaidi khairun min an tarah, mathal katika mithali za Kiarabu zilizopita. Al muaidi huyu mtu alikuwa na sura mbaya, alikuwa nini anasema, lakini ikafika pahali watu wakasema kumsikia ni bora kuliko kumuona. Ni mtu mwenyewe sura ni mbaya, miguu yake wanasema imekaa katika, yani ni mtu ambaye watu wameshangaa wa walipomuona live, lakini sifa zake zilikuwa ni sifa zilizowafanya wafalme wawe mutahayiri, huyu ni mtu gani? Huyu ni mtu gani? Mbona ushujaa, mbona hivi, mbona ameweza kucontrol watu, mbona anashinda? Hebu nitafuteni, nimleteni kwa thamani yoyote, namtaka hayyan au mayitan. Na hawakuweza kumleta kwa mfalme, hawakuweza kumleta mpaka siku alipokuja mbele yake akamuona yule mfalme, yule mtu akasema, mimi nilikuwa nasikia sifa zako, natishika mtu ambaye, kumbe hata machoni ajai. Kama wanavyosema Waswahili, kumbe mwenyewe ndo wewe, wewe. Asa alimuuliza swali bimadha sawadaka kaumu Hawa watu wako hawa wamekufanya wewe ndo kiongozi kwa lipi? Maana kama uzuri huna unatisha, huna kitu, kwa kipi wewe umekuwa kiongozi? Bima sawada ka kaumuk. Ndipo walipomwambia wewe umesahau kitu kimoja, innama lmaru biasgharihi allisanu walqalbu. Achana na haya matege yangu au makengeza yangu Achana na kimo changu, achana na kila kitu changu. Mtu hupimwa kwa vitu viwili. Unataka kujua kwa nini hawa wamenifanya mimi ni sayyiduhum ni yani? Kwa sababu ya vitu viwili hivi, idha qala qala bil janan wa idha jala jala bil banan. Huyu ndio mtu aliyepigiwa mfano, antasma bil muaidi khairun min an tara. Yani ulivyokuwa umemsikia habari zake zilikuwa kubwa kubwa, lakini ulivyomuona kwa macho umemdharau umemdharau kwa sababu macho, watu hupima sana watu kwa, hata ndani ya dini hata dini yetu leo kuna watu wa wanahukumu ucha Mungu wa mtu kwa madhhar. Basi ukipita hapo barabarani ukimuona mwanamke amevaa majoho na majuba yanayaburura, jicho moja tu peke yake ndo ameliacha ache anatizama madhhario, utasemaje? mashaallah

moyo kilichokuwa ndani pale, nini kinatoka katika ulimi sasa. Mtu anawezekana akawa mzuri, lakini akaharibiwa na kuchafuliwa na ulimi wake, wallahi. Na pia mara nyingine unaweza ukamwona mtu mzima akasema kitu, watoto wakamshangaa, hajautumia vizuri ulimi wake. Lakini pia mtoto akasema jambo watu wazima wakampitisha mbele, kwamba wewe utasema kwa niaba yetu, anayo imetokea na mifano ipo mingi. Ni namna ya kutumia ulimi wake. Umar ibn Abdul Aziz siku moja aliona delegation ya wazee wamekuja mbele yao, yuko kijana wamemtanguliza yeye aseme. Wazee mashallah wako full sunna, wakawambia uffi li hadhihi lliha uffi li hadhihi lliha ama kana minkum shaikhun kabirun yataqaddamu yatakallamu niabatan ankum, ni wazee wazima na ndevu zenu mnamweka mbele huyu kijana azungumze kwa niaba yenu? Na kwa hakika anachunga adab. Unajua Waislamu ni watu wa kuchunga adab, mbele ya wazee, mbele ya wadogo, mbele ya wanawake. Mtume ametufundisha mambo mengi, na tumeambiwa sisi

Ya fata, una umri gani? Umri kijana wewe. Akasema, umri ka umri Usama bni Zaidi, indama walla nabiyu jayshan wa fihim Abu Bakr wa Umar. Oh, akamuliza tu swali, umri wako miaka mingapi kijana uliyetangulia wazee? Umri wangu ni kama umri wa Usama bni Zaidi alipopewa ukamanda wa jeshi na Abu Bakar na Umar wapo na wala hawakupewa Umar bin Abdulaziz akasema, takaddam, takaddam ya fata. Takallam, takallam. Sogea sogea, sogea kijana. Sema, sema sema, una haki ya kusema. Ulimi, ulimi peke yake, na ulimi unaweza ukamfanya mtu akaonekana hovyo, ulimi unawezekana mtu akaonekana smart. Ulimi unaweza ukunyanyua watu akakuona malaika, ulimi unaweza ukakudondosha watu akakuona farao nategemea utautumia vipi? Samahanini wazee wangu, kuna vitu viwili vinamponza sana mtu, na hii nazungumza kwa wazee, na sisi ndo tunakwenda katika uzee hivyo hivyo. Uzee na, na mavazi ya mtu yanakuwa yanamponza sana mtu. Ukishakuwa mzee, ujue tayari umejichongea, kwa umeji sababu sisi vijana likitupata lolote la kutupata, tutakimbilia kwenu wazee kwa sababu tunajua nyinyi mna experience ya maisha, na bighadi nadhri an halikum, tunajua huyu mzee kasoma, huyu huyu mzee amesoma. Na kweli wengine wala hawa hawakwenda shule, lakini kwa, kwa, kwa, kwa wingi wa kusimamisha sala. Kuna wazee hawakwenda madrasa, lakini akisoma sabbihisma so. rabbikal aala utafurahi. Umeisikia wapi? Kumbe ni kumsikia imamu tu kila Ijumaa basi sasa imamu akiwa mzuri na yeye anaisoma vile vile, umri wenu unakuponzeni sana, wazee. Na ikiwa yale ambayo tunayatafuta hayapo, sasa hapo ndo msiba, kwa sababu sisi watoto na vijana tunasema huyo mzee, nimepata msiba, maiti yuko nyumbani kwangu, mzee fulani atakuja kumuosha maiti kama huna elimu ya kuosha maiti, hapo si ndo misiba miwili? Babangu kafa, na msiba wa pili mzee kaja, hawezi kumuosha maiti. Sasa sisi tunafikiria tu, unajua we kila kitu tunajua, kwamba experience yako ya maisha yako mpaka ulipofikia unajua. Sasa kuna vitu vingine inakubidi kwa uzee wako ujifundishe, uvifanye, ili misiba hii iondoke. Umri unamponza sana mtu. Kitu cha pili mavazi yanamponza sana mtu. Mavazi yako yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, unaweza ukaenda msikitini, watu wakakosa imamu kutokana na vazi lako tu, watu wasema, ah, msijali, imamu tunaye, kumbe imamu hata suratul Fatiha hawezi kusoma, lakini mavazi yako yamewaonyesha watu. Anasema mmoja katika ulama atoa kisa, anasema bwana fulani alienda kusali salatu aljumua, kakaa kanzu nzuri na ngara kama kio, afika pale ananukia kwelikweli, siku ya juma masatiban, mandhari yake ni mandhari ya alim min ulama. Kakaa kitako mbele ya pale. Sasa mara anasikia tangazo, jamani, khatibu imam leo hakuja. Sasa tufanye nini? Anasema vijana wengine wako pale nyuma, akasema msijali. Wakamchukua yeye, wakamsukumiza kwenye kibla, kwamba huyo hapa anatosha. Akapanda mimbar, yani anepandishwa kwa mandhari yake namna alivyo. Sasa kitu cha kwanza kupanda tu juu ya mimbar, akasema ayyuhal almuslimun, ushhidukum anna zawjati taliq. <laughs> Nyinyi ni mashahidi, mke wangu nishamwacha tokea sasa. Sasa hiyo hotuba mbona ya aina yake? Nisema kwa nini? Tupe sababu. Kwa sababu haya yote kayataka yeye. <laughs> haya yote haya kunifikisha hapa, kanipambapamba, kanipiga na vitu vya ajabu ajabu, kanileta hapa, watu wote, nafikiri mimi ndo naibulimam. Haya yote kayataka. Mke wangu kuanzia sasa si mke wangu, talaka. <laughs> mazingira na hali zinawafanya watu. Niwaambie kitu kimoja ndugu zangu, uwasipendi kujizungumzia mwenyewe nafsi yangu, lakini kwa sababu bil mithali yatadhihu al maqal, mimi zamani miaka kumi na tano hivi nyuma nilikuwa nikisafiri na vaa na vaa jeans na t-shirt, na kwa sababu ya kuogopea kanzu isije ikachafuliwa, mara nimevutwa huku mara huku kwenye daladala. Sasa siku moja nimetoka Mombasa Moi International Airport nikifika pale uh, lounge kusubiri ndege eh. Kabla sijafika kule, kaja bwana mmoja akaniambia, bwana, nasema kwa Kiingereza, naomba kanipa dola nafikiri kumi pale duty free. Sisi haturuhusiwi kufika pale, nakuomba kwa hisani yako, nenda kanichukulie, kanitajia aina fulani ya pombe <laughs> Ka, kanichukulie pale mimi nakusubiri hapa ah. Nikafikiri kwanza haraka haraka, kwa nini wewe ananituma pombe? Nikajua kwa sababu nimevaa jeans na t-shirt, kafikiria mlevi mwenzake. Basi nikamwomba udhu, nikamwambia mimi ni Muislamu, siwezi kwenda kukuletea pombe ah, I'm sorry brother, I'm sorry. Sema hana kosa huyu, kanifikiria labda ndo wao wenzangu wa kutoka siku hiyo mimi si safiri tena wala sivai tena hizo nguo, sio kwamba ni haramu, lakini zisikuweke pahala pabaya. Kwa hiyo ndimi zetu ni zetu, tunaweza zungumza chochote, lakini tuangalie vizuri kile ambacho tunakizungumza. Tunazungumza nini? Kwa sababu unaweza ukatupeleka katika shara almawari. Imam Shafi anasema, idha aradta an tahya saliman min aladha wa hadhuka mawfurun wa irduka sayyinun

Uwe na shakhsiya inayo kila mmoja anatamani uwe pembeni mwake. Ukitaka hivyo, anasema lisanu au lisana, zote zinaweza kwenda, hifadhi huu ulimi. la tadhkur bihi auratamriin sawa, tamri'in, usizungumze aibu za mtu, usizungumze mtu yoyote mambo yake ya ndani si. na mara nyingine watu wa wanaona mbona ukuniambia mimi kama mambo yale ya siri hivi. Wewe umefika mtu mzima kiasi gani, umeshindwa kupambanua kwamba hiki ni cha kusemwa au hiki sio cha kusemwa? Wewe ukiona tu mtu kakuita pembeni anasema, basi ujue hii tayari ni siri, ameshakuaminisha wewe katika jambo asa. Ungeniambia basi kama ni siri, mimi unajua tena, hukuniambia, makosa yako mwenyewe unatakiwa uyapime na wewe yale, na mtu Marekani anasema hivi alafu anageuka huku anatizama huku anaangalia kama anasi alafu, bado unasema hujaniambia kama ni siri. Ulimi wako huu, la tadhkur bihi aula tamrili, usitaje aibu za watu. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kama nzi. Nzi yani hakai la yaqau illa ala aljuruh walquruhat, majeraha, vidonda, damu ndio yeye anapenda, na wanadamu wako kama hivyo hivyo, hapendi kitu kizuri Hizi ni tabia chafu kwelikweli. Kuna dudu moja linaitwa alhumfusaa, kazi yake kuchukua uchafu, likawa linabingirisha. Wataalamu wanasema yule, ukimpigia perfume ile anakufa, kwa maana kwamba hapendi kusikia vitu harufu nzuri nzuri. Sasa kuna watu wana tabia kama hizi pia, yeye amejiweka katika mauqifu kwamba hapendi kitu kizuri na hawapendi watu wazuri na ukienda kukaa karibu naye, anakuambia bwana, nenda kwa mashehe wenzako huko, nenda kwa mashehe wenzako. Yeye maana yake hayumo, wewe si mwenzangu. Na kweli, innal bahaima ala ashkaliha taqa njio, wanaruka na njio wenzao na makunguru wanaruka na na kunguru wenzao. Na wa Misri wanamsema wao, wanasema auli man tusahiba aulak man ant Niambie rafiki yako ni yupi, na mimi nitakwambia wewe ni nani. Yani wewe nitakujua, we tu ukisha naambia, unatembea na mtu fulani, uko pamoja na mtu fulani, basi mimi nitajua wewe ni nani okay. Annasu ala din mulukihim au ashabihim wa qarina. Mwenyezi Mungu insha allah atujalie ndimi zetu hizi zina speed governor ya kuweza kucontrol na kuzungumza yaliyokuwa ya sawa. Bila ya hivyo, ndugu zangu, tutakwenda siku ya Kiyama. aqadimna ila ma amilu min amalin, tutakwenda kuziangalia amali zao walizozitenda na kuzitekeleza. fajalna haba manthura, takuwa kama vumbi lilotawanywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ametu ametuwekea mambo matatu tu, ambayo tunaweza tukazungumza yakawa mazuri, yasikilize yes.

Bal taamal taamal mai katika haya mambo tunayoambiwa na Allah anasema, hakuna kheri katika mazungumzo ya watu mengi, katika vibaraza vya watu vingi, katika maskani za watu nyingi, hakuna kheri pale isipokuwa mambo matatu yakiwepo, hizo barza ni nzuri. Illa man amara bisadaka, akaamrisha watu kutoa sadaka. Au maarufi, akazungumza mambo mema. Au islahin baina nnas au akawa anazungumza kuunganisha watu na kusuluhisha, waman yafal dhalika, na mwenye kufanya hivyo, bitiqa amradhati llah, kwa kutaka radhi za Allah, fasawfa nutihi ajran adhima. Je, vikao vyetu haya mambo matatu yapo? Na ukikipata kikao hiki kwanza inakuwa hakihudhuriwi. Ndo hicho bwana, nenda kwa mashehe wenzako, nenda kwa maukti wenzako, tuache sisi. Si, si Mungu ameumba pepo na moto basi nyinyi nendeni, mtaenda peponi, si tuachie ni moto, mtu anasema. Iko wazi wazi kabisa, ulimi huu. Na ndio maana tumesema mwanzo wa hotuba yetu kwamba kalima kalima kad takunu sababan lifaqdi dini kulli, unaweza ukawa kafir kwa sababu ya neno tu, ukaitukana dini ukamtukana Allah ukamtukana Mtume, ukafanya maneno tu, la tulqi biha balan, huo ndio ulimi hiyo ndio hali ya ulimi, ndugu zangu. Maafa yake ni makubwa, hali yake ni nzito, na wengi miongoni mwetu mpaka leo hatujajua kosa letu, bali tunaita kumteta mtu, kumzungumza mtu ni ubuyu. Wazee wangu, nadhani wengi wenu mmeshatoka makazini, mmekaa hapa kwa muda mrefu kidogo, na insha Allahu taala Mwenyezi Mungu akitujalia tena kupata fursa, tutakuwepo katika kukumbushana mambo ya kheri kama haya. Nisiende mbali sana mm. Mm. Mm -hmm. mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Inshallah, lisanuka unwanuka, <laughs> <laughs> ulimi wako ndio anwani yako. Mtume wetu moja katika washairi anasema, juilat lahu lakhlaqu kalunwan on, yani zile tabia nzuri imekuwa kwake ndio ile anwani. Ukitaka kumjua mtume ziangalie tabia nzuri, kila unapoona jambo zuri, basi mtume yupo yeah. Ukitaka kutujua sisi watu wa leo, kila palipokuwa na ubaya, utaona na sisi tupo na ndimi ndi, ndipo zilipo

natoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo nimeteleza ulimi, ndo tumezungumzia ulimi tena, tusameheane yani, kwa sababu sijakusudia hilo. Nilichokusudia ni kheri. Insha allah Mwenyezi Mungu atujalie kama alivyotukusanya hapa, tukusanye kesho peponi pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam.